E, Simba Sports Club imeweza kuendelea kuvitafuna viporo vyake taratibu taratibu siku ya e, leo baada ya kuweza kuchukua point zake zote tatu kufuatana ushindi mnono wa goli tano kwa moja dhidi ya TP e, Lindanda Pamba Jiji FC katika dimba la KMC Complex. E bana Jean Charles Ahoua ameweza kuibuka na hat-trick na kuweza kufikisha jumla ya magori 15 kwenye ligi kuu e, bara mpaka sasa akiwa e, kinara wa ufungaji wakati Lionel Christian Ateba, akiwa amefunga magoli mawili na kufikisha jumla ya magoli kumi na mbili. Eh, bana full time Simba Sports Club waliweza kuibuka washindi baada ya kuweza kumpiga eh, goli tano kwa moja Pamba Jiji, ambapo dakika 15 Ahoua aliweza kuingia kambani baada ya kuweza kushinda eh, kwa penati, lakini pia dakika 36 eh, Ahoua pia aliweza kuingia kambani na dakika 47 Ahoua pia aliweza kuingia kambani. Dakika ya 79 eh bana Ateba tuliweza kumuona akiwa ameingia kambani, lakini pia dakika 84 ilikuwa ni wa kati pia ambao Ateba aliweza kuingia kambani. Dakika ya themanini na saba ndo tulimuona e, Tegisi akiweza kuingia kambani mchezaji wa Pamba Jiji, so mechi iliweza kutamatika baada ya ushindi mnono wa gori tano kwa moja Simba Sports Club, wakiwa wameingia kambani gori tano e, kwa moja. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka e, kumwona kwamba e, Simba Sports Club wewe unamuona kabisa akiwa ndo e, anachukua kombe la NBC Premier League katika msimu huu wa mwaka 2024 2025 NBC Premier League, make sure, tukumba drop comment yako hapo, and till next time. Bye bye.